Na wakati niko pale nimekaa kitako, mgombea mwenzangu alinichokoza kidogo, akaniambia, mheshimiwa, unaona umeme huo unavyosumbua. Nikamwambia naona, lakini msio wasiwasi, serikali inajenga kituo cha kupozea umeme, lakini nikamwambia na sisi kwa upande wetu wa jimbo la Makunduchi tutanunua jenereta yetu kubwa, ambayo jenereta hiyo itatumika kwa jimbo la Makunduchi tu kwa hiyo ZECO akichukua umeme wake, sisi tutakuwa tunajenereta letu na shughuli zetu hazitakuwa zinafanya nini, zinasimama, kama ilivyotokea leo. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, mambo ni mengi na listi ni kubwa. Sisi hoye, tumemsikia mbunge sasa, lakini dada, na mimi nataka nimuulize swali hapa hapa, na atalijibu nafikiri hapa hapa Ameona changamoto imetokezea kwa dakika tu ya umeme, na akasema ataleta jenereta ndani ya jimbo la Makunduchi ili umeme ukizimwa Makunduchi taa zisizimike. Swali langu liko hapa, hili jenereta litalofungwa hapa Makunduchi, umeme ukizimwa, itakuwa tunalipia umeme au bure? Mwenyekiti wangu, nimesema mara hii hakuna mwananchi anaenda kuharamika. Kwa hiyo hii itakuwa bure kabisa kwa jimbo la Makunduchi. Sisi moye! Sisi moye! Nilisema sisi mwanzo, Makunduchi kila kitu kinaanza Makunduchi. Hakuna jimbo hata moja lenye umeme wa bure, itakuwa itaanzia hapa Makunduchi kwa mheshimiwa Wanu, nikikuita jina la mnyama usikasiriki wewe. Kwa uchaguzi huu elfu ishirini na tano thelathini, wewe ndiye utakuwa simba wa uchaguzi ndani ya nchi yetu hii. Sisiemu oye! Simba wa uchaguzi mmemwona, tutampa kura. Asanteni sana.